Aise, ndo kama unavyoona wananchi wanajaribu kuzuia barabara hapa. Ukiangalia barabara imezuiwa kwa kiasi fulani, vita hii. Vita Wataturu na Wasukuma jamani, guys, ase siopoa hali Malendi, mpakani mwa Tabora na Singida, vita inaendelea. Ukiangalia huku magari yamepaki, kuna foleni kama hivi, foleni kubwa. Watu wamezuia barabara, ukiangalia gari zote hizi hii poleni guys hii ni vita jamani vita wataturu taturu na wasukuma kwa hiyo paka sasa hivi viongozi hawajaonekana watu wameamua serikali sije tusaidia hapo watu wameamua kuzuia ya, ya, barabara, ya barabara imezuiliwa ya. Po, tuko ndani ya Malendi muda hali sio poa yani ah, hmm. ukicheki hivi vita jamani sijui tutaishije kijiji hiki eh, kiasi kwamba yani, utatuzi umekosekana, watu wameamua angalau wazuie njia hapa, ili serikali ingilie hili, hili swala. Angalia, watu ni wengi kama hivi <laughs> hali sio poa, watu wameamua kufunga hili njia. Serikali itabidi ingilie kati hili swala, maana watu ukiangalia wamechafukwa lo, wameamua kuzuia barabara wanataka haki tendeke hapa. Tulia dogo nichukue zibea <coughs> <coughs> haki mtekie tendeke, kiangalia watu wote wameviae, hamna gari kupita, gari ni hizi na kule mbali, unaona kule ndio upande wa okay, yeah, wak <coughs> Hii vita jamani, sio poa, barabara imezuiwa kwa kiasi fulani. Sio poa, sio poa, sio poa. Rais Samia Samia, inabidi atufanyie haki hapa. Ah, yeah. Watatulu sijui shuti watu wao kama unavyoona e, jamani <laughs> hawa ndio watu hawa watu e, ya yaani ya mji umechafukwa hadi sasa hivi amani hamna, inakuwa kaa tuko Kongo unakuwa kama tuko Kongo. Eh, mwandishi wa habari nikiwa hapa najaribu kuhojihoji wananchi, ndo kama hawa hapa unavyoona.